Katika historia ya sayansi kuna wanasayansi waliovumbua mambo makubwa yaliyobadilisha ulimwengu lakini hatima yao ilizungukwa na mafumbo makubwa sana. Baadhi yao walitoweka ghafla, wengine walikufa katika mazingira ya kutatanisha huku uvumbuzi wao ukibaki kuwa siri au kutawaliwa na serikali na mashirika yenye ushawishi mkubwa duniani. Katika makala hii tutachunguza maisha na mafanikio ya wana sayansi watano ambao waliweza kuvumbua mambo ya kushangaza lakini hatima yao ikabaki kitendawili. Je, walilengwa kwa sababu ya uvumbuzi wao au walikumbwa na bahati mbaya za maisha? Hebu tuingie ndani zaidi ya hadithi zao zenye utata mkubwa ili kujua ni nini kilichokuwa kimewatokea. Mwanasayansi wa kwanza ni Louis Le Prince aliyegundua kamera ya kwanza ya filamu. Louis Le Prince alikuwa mvumbuzi wa Kifaransa anayejulikana kama baba wa filamu kwa sababu ya kutengeneza kamera ya kwanza inayoweza kurekodi video. Mwanzoni mwa miaka ya 1880, aliunda kifaa kilichoweza kurekodi mfululizo wa picha kwenye filamu kabla ya Thomas Edison na Lumiere Brothers. Mnamo Septemba 16 ya mwaka 1890 Le Prince alikuwa akirejea Paris kutoka Dijon ambako alitembelea familia yake alipa panda treni lakini hakuwasili katika mji wa Paris. Hakukuwa na ushahidi wa ajali, mwili wake haukupatikana na mizogo yake ilitoweka kabisa. Wengine walihisi aliuawa na watu waliotaka kumzuia kuwasilisha uvumbuzi wake, hasa kwa kuwa alikuwa karibu kusafiri kwenda New York, kwenda kuonyesha kamera yake. Nadharia nyingine inasema huenda alijiua kwa sababu ya matatizo ya kifamilia au matatizo ya kifedha lakini, mnamo mwaka elfu mbili na tatu picha ya mtu aliyekufa maji ilipatikana kwenye kumbukumbu kumbu za polisi wa mji wa Paris, ikiaminika kuwa huenda ilikuwa ni yeye kabisa Le Prince. Mwanasayansi wa pili ni Nikola Tesla aliyegundua umeme wa alternative current AC na mawasiliano bila waya. Tesla alikuwa mhandisi na mvumbuzi wa Serbia Amerika aliyechangia pakubwa katika uhandisi wa umeme ikiwa ni pamoja na mfumo wa umeme wa Current kwa maana ya AC ambao tunaotumia hadi hivi leo, lakini aligundua mawasiliano ya bila waya kwa maana ya radio na wifi. Pia aligundua nishati ya bure na ya bila waya, wazo ambalo lilizua hofu kwa makampuni makubwa ya biashara. Tesla hakupotea yeye binafsi, lakini maisha yake utafiti, ya utafiti yalijaa vitendawili vingi sana. Aliishi maisha ya upweke na kufariki akiwa maskini sana kwenye hoteli ya Yoka mnamo mwaka 1943 mara baada ya kifo chake serikali ya Marekani chini ya FBI ilichukua hati zake zote za utafiti wengine wanaamini kuwa aligundua njia za kusambaza umeme bila nyaya lakini serikali ilizuia ugunduzi huo kwa sababu ya athari zake kiuchumi mwanasayansi wa tatu ni Jimmy Gray mwanasayansi wa kompyuta na mshindi wa tuzo ya Turing Jimmy Gray alikuwa gwiji wa teknolojia ya kuhifadhi data na utambuzi wa data. alishinda tuzo ya Turing mnamo mwaka 1998 kwa kazi yake katika kompyuta. mnamo Januari 28 ya mwaka 2007, Gray aliondoka peke yake kwa mashua yake kutoka San Francisco Bay kuelekea kwenye visiwa vya Farallon. Hakuwa na mawasiliano yoyote baada ya muda mfupi, na oparesheni kubwa ya utafutaji ilifanywa ikiwa ni pamoja na kutumia sateliti za NASA. Lakini hakukuwa na ishara ya mashua yake, mwili wake, wala dalili ya ajali baharini. Lakini kuna nadharia kuwa huenda mashua yake ilizamishwa na mawimbi makubwa au akaanguka baharini bila mtu wa kumsaidia. Mwanasayansi wa nne ni David Snedka, aliyedai kuvumbua safari ya wakati kwa maana ya time travel. David Snedka ni jina linalotajwa kwa siri miongoni mwa wanasayansi waliodaiwa kuwa na teknolojia ya kusafiri katika muda. Licha ya kuwa na mawasiliano na baadhi ya taasisi za utafiti, hakuna ushahidi rasmi wa kazi zake. Baada ya kudai kugundua safari ya muda, alitoweka ghafla sana. Hakuna rekodi rasmi za mahali alipokuwa akifanyia kazi au ushahidi wa uvumbuzi wake. Wengine wanaamini kwamba kama kweli aligundua safari ya muda, basi aliamua kutumia uvumbuzi wake yeye mwenyewe na kupotea tea kabisa. Na mwanasayansi wa tano ni Bruno Boggs, mwanafalsafa na mtafiti wa nadharia za ajabu duniani. Bruno Bog alikuwa mtafiti wa nadharia za ulimwengu akichunguza mada kama ulimwengu sambamba na mawasiliano ya viumbe nje ya dunia. Mnamo Machi 2017 alitoweka ghafla, akiwaacha wazazi wake na chumba chake kilichojaa maandiko ya ajabu, ikiwemo picha za Leonardo da Vinci na Giordano Bruno na vitabu vilivyoandikwa kwa msimbo wa siri sana. Video za chumba chake zilipoenea mtandaoni, watu walihisi huenda alikuwa ameondoka kwa hiari kama sehemu ya jaribio la utafiti wake, lakini alirejea ghafla mwaka mmoja baadaye na hakutoa maelezo ya kina kuhusu alikokuwa. Wanasayansi hawa walifanya uvumbuzi wa ajabu, lakini maisha yao yalifunikwa na mafumbo, na baadhi yao walitoweka ghafla sana, huku wengine wa kifa na kazi zao zikichukuliwa na serikali au kupotea kabisa. Je, unafikiri kuna njama za makusudi zilizofanyika dhidi yao au ni hali tu za kawaida za maisha? Niachie maoni yako katika comment section. Jina langu naitwa Abdul Kingungo, unaweza kunifollow kwenye ukurasa wangu wa Instagram, natumia jina hilo hilo la Abdul Kingungo. Asante kwa kunisikiliza na tukutane katika makala zinazofuata.